Damu si vyura vitu gani, kila kimoja ambacho kikaelezwa katika hasa katika Surat Al Araf, wa min mujizat Isa miongoni mwingine mungi katika manabii waliopewa miujiza, miongoni na miujiza Nabi Isa alaihi salatu wassalam, annahu kwamba yeye yasnau min atini, alikuwa anatengeneza kutokana na tope au udongo unasema ma yushbihu tuyura, yale ambayo yanafanana na ndege. thumma yanfukhu fiha, kisha anapuliza. fatakunu tuyura, alafu anakuwa ndege hasa. biidhni llahi, kwa izni ya Allah. Anaenda anatengeneza, kama unavyoona labda watu wanatengeneza vinyago, anamtengeneza kwa udongo, alafu anampuliza hivi. Akipuliza tu anaruka na kuwa ndege wa kweli kweli. Na hii miujiza kama tulivyosoma kwamba kila mtume kapewa miujiza kwa kuzingatia watu wake walivyokuwa, wanazingatia wale watu wako katika hali gani, mazingira gani, ndio wanapowa muujiza kwa mujibu wa watu wake. Nabii Musa watu wake walikuwa wachawi, ndio kweli kweli kweli, katika zama za uchawi kweli, kweli. Basi yeye akapewa kitu kishinde ule uchawi huyu Nabii Isa wakati wake kulikuwa kuli kwa watu ma expert kwelikweli, madaktari wajuzi katika udaktari. Sasa wakapoa vitu vimeshinda wao, dokta wao. Nabii Muhammad pakaangaliwa, watu wake walikuwa mabingwa katika lugha ya Kiarabu, washairi hao, hatari sana, ndio akapewa kitu kimeshinda hiyo lugha wao. Kila mmoja anazingatia. Allah hawa kwani wako vipi? Basi yeye anakipeleka kitu kilichokuwa kinyume ki na ada ya kivile ambapo wao wamezoea. Kwa mfano tu basi, kama ingelikuwa zama za sasa, si ndio wataalamu wa sasa na teknolojia, tungepewa kitu zaidi ya sayansi na teknolojia unafahamu, eh? kama wewe unaona, si wazungu wanafanya hivi, basi utapewa kikubwa ki zaidi ya hivyo, alafu uambie huyo mzungu, mwambie afanye sasa. Kwa hivyo, nabii Isa akawa yeye anapuliza udongo ule, anatengeneza na kuwa ndege wayamsahu alakmaha, na akawa anampangusa kipofu. Wayamsahu na anampangusa alakmaha, yule kipofu. Akmaha anatafsiri wa huwa alama ambaye ni kipofu, anampangusa wal abrasa, na yule mwenye mabaranga, fayabaraani, wanapoa wanapoa. Mtu kazaliwa toka azaliwe kipofu, akifika yanampuli anampangusa tu ule uso wake, anaanza kuona mtu ana mabaranga naukoma, manaake akenda nampangusa, basi yule anapoa biidhnillahi, kwa idhni ya Allah. Halafu miongoni mwa miujiza aliyopewa wayunadi almauta, halafu alikuwa anaenda anawaita maiti fi kuburihim, katika makaburi yao fayujibuna, wanamjibu biidhnillahi, kwa idhni ya Allah. Mtu anasema tu baba yangu kafa huu mwaka wa kumi, kama wewe Mtume asamfufue Onesha kaburi lake, basi anaonesha, tumemzika hapa, anamwita lile jina lake, anafufuka. Ule unadhani mtu anaweza hey. Katika miujiza mikubwa al aliyopewa aliyopewa Nabii Isa, nayo ni kubwa kweli, dalili hayo ni aya ya sura al-Maida, mfano Allah anasema, lakini pia imekuja ingekuwa uzuri akaiweka ile aya ya sura Ali Imran, ndio imeelezea mpaka chakula ambacho wewe umekula nyumbani, anakutajia leo umekula chakula kadha kadha na umebakisha kadha kadha yote, alikuwa anawaambia wale watu. Kala taala anasema wa itakhluku min tini. Kumbuka Nabii Isa alikuwa akitengeneza minatini kwa kutumia udongo, ka hayati tairi, kama umbile la ndege, biidhni, kwa izini yangu mimi, fatamfuhu fiha alafu anakuwa una, unapuliza fatakunu taira biidhni, unakuwa anakuwa huyo ni ndege kwa idhni yangu. <coughs> watubiru lakmaha na anaponyesha wale waliokuwa vipofu wal abrasa na wenye mabaranga biidhni, kwa idhni yangu, wa idh tukhriji lmauta na kuwatoa wale waliokufa biidhni, kwa idhni yangu ilalahiri mpaka mwisho. Haya, hiyo alikuwa akifanya nabii Isa, miongoni mwa miujiza ambayo alikuwa akapewa ni hiyo kama. Kisha hapa pana maelezo marefu kidogo, lakini kwa sababu tumeshasoma kule nyuma, kwa tunaweza tukapita haraka haraka, kwa sababu ni maelezo ambayo tumeshapita nyuma.